Hii ni Tan Business Channel, online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Bwana Huseni alianzisha duka la rejareja reja, kwenye eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam miaka kama mitatu iliyopita. Tangu ameanzisha biashara ya duka amekuwa ananunua bidhaa zake kutoka kwa wauzaji wa bidhaa wa jumla Mbali mbali jijini Dar es Salaam. Kumekuwa na changamoto ya ubora wa bidhaa na bei za bidhaa ambazo ziko juu kutokana na manunuzi ya bidhaa kutoka kwa hawa wauzaji wa jumla. Bwana Huseni amekuwa anavutia wateja kwa kujaza duka lake bidhaa mbalimbali, lakini baadhi ya bidhaa zinauzika sana na nyingine zinauzika kiasi, bahati mbaya, kuna nyingine haziuziki kabisa. Sasa hebu tuangalie hali ya duka lilivyo kuhusiana na faida na hasara. Duka la Bwana Huseni limekuwa linapata faida kidogo na wakati mwingine linapata hasara. Bwana Huseni anahisi kuwa kutouzika kwa bidhaa au kwa baadhi ya bidhaa huenda ndiyo sababu ya duka kupata hasara. Kwa hiyo bwana Huseni aliamua kunipigia simu kutaka kufahamu kama kutouzika kwa bidhaa za duka lake ndiyo sababu ya duka kupata hasara. Sasa labda nielezee kwa kifupi sababu za duka kupata hasara. Biashara ya duka ambayo ni endelevu ni ile ambayo inaendeshwa kwa kupata faida na siyo hasara. Faida katika biashara ya duka ni inatokana na tofauti kati ya mapato ya mauzo na gharama za kununua bidhaa mbalimbali. Sasa inapotokea mapato ya mauzo yanakuwa ni makubwa kuliko gharama za kununua bidhaa, basi duka hupata faida na yanapotokea mapato ya mauzo yanakuwa ni madogo kuliko gharama za kununua bidhaa, duka hupata hasara. Sasa unafahamu majibu yangu niliyompa Bwana Huseni kuhusiana na changamoto za biashara ya duka lake. Majibu yangu ambayo nilimpatia Bwana Huseni yaligusia mambo muhimu manne. Kwanza ni swala la ununuzi wa bidhaa kwa uzaji wa, kutoka kwa wauzaji wa jumla. Pili ni swala la ubora wa bidhaa ambazo ziko dukani kwake. Tatu ni swala la bei za bidhaa ambazo ziko dukani kwake. Nne ni swala la mzunguko wa bidhaa dukani kwake. Sasa usikose kipindi kinachofuata ili nikueleze kwa undani kuhusu bwana Huseni anavyopaswa kupata ufumbuzi wa changamoto zinazokabili duka lake. Naona nimefika mwisho wa kipindi chetu cha simulizi za ujasiriamali, na nakuomba usikose kuangalia kipindi kinachokuja cha simulizi za ujasiriamali hapo kesho saa tatu usiku, ambapo nitakueleza jinsi nilivyomweleza bwana Huseni kuhusiana na ufumbuzi wa changamoto anazozipata kwenye duka lake. Asante na karibu tena.